Nyela nyela matige dena gamlamuke uhulo uo. Nyanya imetotoa huku jamani, ehe, imetotoa. Eh bwana, hii nyanya yetu ni nyanya yetu. Sogeza kidogo kamera waone. Na haya ni maajabu yaliyofanyika kwenye hili shamba, kama unavyoona matunda ya kutosha, huwezi kuhesabu, muda wa kuhesabu huna kwa sababu tunashindwa kufanya shughuli nyingine. Eh bwana, waonyeshe shamba lote walione. Waonyeshe shamba lote walione. Zungusha kabisa shamba lote walione. Eh bwana, hii ni kipande kimoja cha shamba ambacho tunacho tumeamua kuwaletea leo mkione. Ehe. Lakini ukiangalia ngambo kabisa kule kuna shamba lingine. Zoom kwa mbali kule waone. Ehe. Geuka Leto wanione, wasioni Ehe. Eh bwana, haya ni maajabu, tumefanya vizuri kabisa. Shamba letu lote liko hivi kama unavyoona hapa, eh bwana, huku sio kuzaa huku ni kutotoa, na tulichokifanya sisi tumetotolesha vyema kabisa. Ehe, mzigo huko wa kutosha. Ehe, wanakwambia kilimo sio vita. Nyanya ni nyanywe, nyanya ni nyanyase, haiwezi kunyanyasa kama umetotolesha kama nilivyototolesha mimi hivi. E bwana, sisi bei yoyote tukiuza hatupati hasara. Kwa sababu gani? Tunao mzigo wa kutosha, tunao mzigo wa kutosha. E bwana, Bwana Shamba mwenyewe